Karibu sana kwenye kipindi chetu cha afya yako leo, tukitokea hapa Royal Polyclinic. Leo tutazungumzia virusi vya ukimwi ambavyo ni HIV ni ugonjwa unaoendelea kugusa maisha ya watu wengi, lakini kwa elimu sahihi unaweza kuishi kwa muda mrefu na kwa afya bora. HIV ni virusi vinavyoshambulia mfumo wa kinga ya mwili, lakini kwa habari njema, mtu anapojijua mapema na kuanza dawa za kufubaza, anaweza kuishi maisha marefu na yenye nguvu. Njia bora za kujikinga ni kutokushiriki ngono zembe, kuto kuchangia vitu vyenye ncha kali kama sindano. Na ikiwa umepatwa na ajali ama umebakwa, utafika hospitalini kwetu haraka sana Royal Polyclinic iliyopo Ilala Bungoni, kwa kukupatia huduma ya kwanza ya pepo dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huduma zitolewazo hapa Royal Polyclinic: upimaji wa haraka, ushauri na saha juu ya afya yako huduma ya mama na mtoto kuhakikisha hakutakuwa na maambukizi mapya. Kumbuka, kujua hali yako ni vizuri. Pima leo, pata ushauri sahihi na tembelea Royal Polyclinic kwa huduma bora na ushauri wa kitaalamu. Asante kwa kuwa nami mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Usisahau kulike, ukomment, kushare na kusubscribe na kubonyeza alama kengele hapo chini kwa kupata notification ya vipindi vijavyo.